Naye akanichukua nje katika roho ya Bwana. Ndio. Akaniweka chini. Akaniweka chini kati ya bonde nalo limejaa mifupa. Ndio. Akanipitisha karibu nayo ote. Tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda Mifupa ilikuwa mikavu sana. Mifupa ilikuwa mikavu sana. Akaniambia. Akaniambia. Akaniambia, mwanadamu, mifupa hii mikavu yaweza kuishi tena? Mimi nikajibu. Mimi nikajibu. Eh, Eh Bwana, Bwana Mungu wewe tena wajua aizeke auzukuliwa na Mungu Anakuwa maono ya mifupa namna gani? i imekauka sana katika uwanda Anajua je mwanadamu, kufa hii hivi inaweza kuishi tena? Anasema wewe wajua. Akaniambia, akaniambia, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, uiambie, yani mifupa mikavu yani mifupa mikavu, sikieni neno la Bwana. Bwana Mungu ayaambie, Bwana Mungu ayaambie, tazama nitatia pumzi ndani yenu. Mungu atatia nini? Pumzi, kama aliomunua pale Mungu anarudia tena kwa nini Mungu? Ndani ya nini mifupa hii, au wa kwanza alipopana, mtatia nini pumzi ndani yake? Naam, nani mtaishi? Nani mtaishi? Ioundo wangu siku ya leo, Mungu anahitaji tena kutia pumzi kwenye mwili wako, mwili wako unaoumwa, mwili wako ambao unasukasukwa Mungu asubuhi ya leo anahitaji tena kuumba upya kutia pumzi kwa mwili wako. Mungu anahitaji kutia pumzi ufanye kazi yako asubuhi ya leo kazi yako ambayo imekauka, haieleweki. Wewe angalia, haieleweki, kazi yako izaa kufa, haieleweki. Mungu asubuhi ya leo anakwenda kutia pumzi hiyo kazi yako iliyokauka. Haieleweki, iliyokauka, leo tena haileti mapato kama ilikuwa mwanzoni. Mungu, asubuhi ya leo, anakwenda akutia pumzi, anakwenda kuiumba upya kazi yako asubuhi ya leo. Naam, nami nitatia mishipa juu yenu, nataka mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu. Naam, na kuwafunika ngozi, kisha mahali pale nitatia roho ndani yake, nitaweka mishipa ndani yake, mifupa iliyokauka anaambiwa inakwenda bila kuishi. Mwanadamu wa thamani sana, asubuhi ya leo, tatizo ni kuzoea imani. Sio kwamba Mungu hawezi kutusaidia, sio kwamba Mungu ametuacha, sio kwamba Mungu hawezi kukumbuka. Hapana, sio hivi ambalo linahitajika ni imani kuisha imani yako. Waza ujitambue, mimi ni mwanadamu ni, ni wa thamani, niko hapa sio kwa bahati mbaya. niungana na nani? Niungana na Mungu. Mungu mtomoa wa wazazi akasema, ikiwa nini wazazi, ni mzazi yupi, ni mzazi yupi ambaye mwanawe akiomba samaki nakuzia nini nyoka akiomba mkazi atakupatia nini jiwe? Yuko sema hayuko. Mungu akasema kama ninyi wazazi mlio na roho mbaya, wenye dhambi, hamuwezi kufanya hivyo, na Mungu je? Na Mungu je? Na Mungu je? Kama ninyi hamuwezi kuwapatia watoto wenu vitu vibaya, na Mungu je atawapatia vitu vyema, enyi wenye imani haba. Akasema hivyo wenye imani hapa, imani ni haba na huu mmoja kubwa la tisa na huu mmoja kubwa la tisa na huu mmoja kubwa la tisa na huu mmoja kubwa la tisa. Imani ndio inayotakiwa Haya mambo ni ya muda, haya mambo ni ya muda. Mambo mengine yako tunayapitia kwenye maisha yetu ili tuinue viwango vya nini, vya imani vya kumtegemea Mungu wa mbinguni, vipo ili ya kwamba tuinue viwango kumtegemea Mungu wa mbinguni, nah. Nahumu moja, mstari wa 9, ndio bwana anasema ninawaza nini, nini, nini juu ya Bwana, yeye atakomesha kabisa. Mnawaza nini ya Bwana ya leo? Yeye atakuombesha kabisa. Mateso hayatainuka mara ya ngapi? Ya pili. Mnawaza nini ya Bwana? Yeye atakuombesha kabisa mateso tena hayatainuka mara ngapi? Maombolezo tatu 31. Maombolezo tatu 31, 32. Yeremia. Maombolezo 3, thelathini na moja hadi thelathini na mbili, kwa kuwa Bwana hata mtupa mtu hata milele. Bwana hawezi kumtupa mtu aliyemfanya. Hawezi kumtupa mtu aliyemuumba. Hata namna gani? Milele. Hata namna gani? Milele. Maana ajaponihuzunisha huyo mtu, hata mrehemu kwa kadiri ya wingi wa huruma zake. Aleo, Mungu hawezi kumtupa binadamu mwanadamu aliyemfanya kwa huruma zake, kwa upendo wake, hawezi kumhuzunisha milele, hawezi Hakuna mtu ambaye ameandikiwa kwake ni mateso tu, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ai, labda na yeye huyo mtu amejiweka mwenyewe, haitaji na anakuuzia mambo ya Mungu. Lakini hakuna mtu ambaye yeye ameandikiwa tu mateso, mateso tu, kuanzia asubuhi, kuanzia Januari mpaka Desemba. Watu wengi sana ulimwengu